ni zalilisha lakini mchana kote. Yaani nisitoke tu kidogo shaningizia mwanamke. Yaani mpaka mifikia tu ndani kwangu unaniletea mwanamke. Wewe dada. Mimi. Hey. Wewe una una unajua mimi ni nani? Wewe usijue mimi. Tena usitake kunivuruga kazi. Niambie wewe ni nani? Afu unauliza wewe ni nani? Kwa nini umedhamiria, si ndio? Eh? Mpaka unamleta nyumbani kwangu, si ndio? Afu dada anacheka, si ndio? Ndio na unijibu, si ndio? Sasa sikia nakwambia hadi. Chukua hii pete, mbalishi.

Ba, kama unalia jamani fei, nini shida? Nimetoka kumfumania mume wangu na mwanamke mwingine nyumbani kwangu, nimetoka kazini, nimemkuta pale yuko kamekana, bado mwanamke bado anaonekana hana hata habari kama kafumaniwa. Do. Listen, nakujua mpenzi wangu ukiwa na shida naelewa. Fanya hivi, upo maeneo gani sasa hivi? Mimi niko Mikocheni. Mikocheni sehemu gani? niko huku Naona tu no, pale kuna kibango kimeandikwa Ruvu Suite. Oh, mi mwenyewe niko hiyo maeneo nipo hapa Mikocheni mtaa wa Ruvu, The Body Melody hapa spa. Ni karibu kabisa na hapo, nitumie live location basi nikufuate mpenzi wangu. Ah, natuma live location. Okay, baby nasubiri Ah.

Pole mpenzi wangu, sasa nisikilize, sawa. Wana huduma nzuri, unaelewa? Utajikuta umesahau vitu vyote. Wewe relax, usikulie vizuri, na scrub, ufanyie massage, relax vizuri, atakuzafuta mwenyewe upendeze vizuri, acha na nizo bali kabisa sana, mpenzi waliofanyia huduma nzuri kabisa, alafu tania tancheka sa, kabasi. <laughs> <laughs>